Kwa kuwa jiji la Arusha liliingia kwenye mradi wa Tactic toka mwaka 2023 na, na mwaka 2024 Januari lilitangazwa tenda kwa ajili ya kujenga stendi ya kisasa jiji la Arusha lakini, mpaka leo ni mwaka mmoja na miezi mitatu, bado mkandarasi hajaenda site. Je, ni lini serikali itaanza kujenga stendi ya jiji la Arusha? San sana Mheshimiwa Naibu Spika, ni kweli kwamba serikali kupitia mpango wa Tactic iliainisha ujenzi wa stendi ya mabasi katika eneo la Bondeni City katika jiji la Arusha na tayari taratibu za manunuzi zina zimekwisha fanyika na ziko hatua za mwisho kwa ajili ya kuanza utekelezaji. Nafahamu Mheshimiwa Mrisho Gambo amefuatilia kwa karibu sana swala la ujenzi wa stendi pale Bondeni City. Naomba nikuhakikishie Mheshimiwa mbunge na wananchi wote wa jiji la Arusha kwamba serikali wakati wowote kuanzia sasa itaanza ujenzi wa stendi pale eneo la Bondeni City. Asante.